Mchakato wa kukuza uongozi mpya katika uchaguzi ujao uliingia awamu muhimu kujopo la uteuzi wa makamishna wapya wa tume ya IEBC ikikamilisha siku yake ya kumi na nne ya usaili wa waniaji. Wawaniaji watatu zaidi walipigwa msasa ambapo kila mmoja anatumai kunyakua wadhifa wa ukamishna wa tume hiyo kwa uadilifu, tajriba, na maono kwa ajili ya kuafikia uwazi kwenye uchaguzi nchini kumi na nne ya usaili wa makamishina wapya wa tume ya IEBC unaoendelea. Jopo la uteuzi linaloongozwa na Dr. Nelson Makanda liliwasaili wawaniaji wa watatu zaidi huku kila mmoja wao akidhihirisha wa upekee katika kinyang'anyiro cha wadhifa wa kuwa kamishna wa IEBC. Wa kwanza kupiga msasa alikuwa Kennedy Kaunda Abuga ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria, mawasiliano na usalama katika benki kuu ya Kenya, CBK. Akiwa amehudumu chini ya magavana watano wa benki ya CBK, Abuga aliliambia jopo hilo kwamba atapatia kipaumbele kuimarishwa kwa kanuni ya kuzingatia maadili kwa makamishna iwapo atateuliwa. So what will you do, Aliyefuata alikuwa Leonard Njenga ambaye ni mtaalamu aliye na uzoefu wa masuala ya uchaguzi kwa zaidi ya miaka 20 akiwa amehudumu kwa miaka kumi na tano kama afisa mkuu wa tume ya IEBC the existing policy does not align to career progression, which is a serious gap. And apparently, I will tell you, there are even many, many qualified, even overqualified at my cadre better than what you have up there. Aliyekamilisha msasa wa juma hili alikuwa Martin Mungai Ndungu, mwenye umri wa miaka 49 ambaye ni mkufunzi wa kitaifa wa masala ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kituo cha hisabati, sayansi na elimu ya teknolojia barani Afrika, Semastea. Ndungu alielezea kwa kina jinsi ataweka bayana yaliyomo kwenye seva za uchaguzi kudhihirisha uwazi kwa kutoa fursa kwa mawakala wa wagombea urais kufahamu matokeo pindi tu yanapopeperushwa. Mahojiano hayo yanaendelea wiki ijayo huku mchakato wa usaili ukiratibiwa kukamilika tarehe 24 mwezi huu. Ben Chumba, Darubini Weekendi.